Arusi ya Kiislamu ndio ikamilike lazima iwe na kadhi. Tarehe 24 4 na tarehe 25 mimi na Rora naiva nkeza ba kadhi ukunda kwa Sheikh Mwakidudu manya hapo ndani Sheikh Mwakidudu. Sheikh Bakari Ruga Abubakar na fujo zake ameingia. Sasa sawa sasa, uh -huh. Mimi niko tayari uh -huh. Na mimi nilichukua ahadi kwamba niwaozeshe nyi barobaro eh. Nilianza na Mwachambuli Manyoka, naja kwa Bikaruga, nikimaliza nenda kwa Tilalila. Kwa hivyo, karibu sana. Naam, sa, sa, mimi nkeza bwana na. Siku zikabaki chache siku zikabaki nne nafikiri nne tano hiyo Jumapili mimi na rora. Ndio, sawa sawa. Sitaki mambogo goga, gawarabu bisha mwachidudu kanibisha Mimi bekaruga Abubakar kwanza na kuita Bakari siku hiyo. Sikuhiyo alafu na kuchanganyia kiarabu so, kwa sababu, kiarabu mimi mimi mwenyewe nitaanza hivi. Sheikh Abubakar

Ujitarishe ujitayarishe eh, bwana na nini na wangalia kina banda mjitarishe eh, na Kiarabu hiki eh, uh, na wewe bujira kama wataka bibi wa tatu wanne ujitarishe eh, na Kiarabu. Eh, Tila lila bibi wa pili jitarishe Bakari uko tari eh, Bakari. Tayari, kwa hivyo Sheikh Bakari kama hutojali eh, wewe uh -huh. Ni rafiki yangu mimi nawezesha na pesa hapa uh -huh. Na najua ofisi inakuhusu sana hii, lakini wewe ni msena wangu mm, sisi siyetu mm. Itakuwa nyingine mm, eh, eh, hapa uh -huh. <laughs> <vya> hapa mahali yako pia nyingine, sitaki kuizungumza mahali yako, siwaambie naye. Bwana makoroma hapa huyu eh, muona eh, sana, ndio chandama wangu huyu <laughs> kwa hivyo popote <laughs> napoenda yuko hapa. Kwa hiyo bwana, karibu sana kwenye harusi. Mimi mzungumzaji wa mwisho baada kama umeozeshwa. Oh, ndio na ravura wasi ya nini wachiviere nini, eh, wachi vire, nini. Eh. Inshallah karibuni kwenye harusi. Kwenye usiwe na hofu bwana harusi yetu. Ni kadhi wangu Mwakidudu mimi bwana ni kadhi wa, eh, mimi bwana, hmm, wa mabarobaro wa wazee uh -huh. wa watoto wa kila mtu mimi bwana kuozesha maneno mawili tu uh -huh. Bwana Bakari uh -huh. Sema la beck. La beck. Je, umekubali kumwoa jina lake la... anaitwa, uh, Kibibi. Eh, je, umemoa Kibibi? Kibibi binti Kibibi Muhammed, Kibibi Muhammed, umekubali kumwoa kwa mahari mahali yakeormisha baba yake? Nimekubali. Ni nimekuozesha, acha Mungu eh, <laughs> <laughs> Ni hivyo, Alhamdulillah yetu heraheri Mungu awape watoto wema. Yule bujira uliyemzaa basi awe wa wa na wadogo wake, na wao watoto wa kumsikiliza Mwenyezi Mungu na wa kusikiliza wazazi wawili na jamii nzima Mwenyezi Mungu afungulie makazi yenu inshaallah. Bas, Mkidudu siku hiyo inshaallah, tupata na juma pili, inshaallah, kuchitambulisho kuchitaki Utanipigia picha pamoja na vile vya mashahidi kina masalaba kina nani? Oh, kila mashahidi uh -huh, wako uh -huh. Pamoja na chababa wa kibs uh -huh. Pamoja na mashahidi wawili uh -huh. Na, wa, na, na, na wewe mwenyewe hapo ndio ishakamilika.